umeenda mm. mbali mm -hmm. kuja kuchukuliwa na vile umesoma sheria ya msingi basi tena usianza kutupa taabu mimi nilikuwa nakuuliza <laughs> tu kwamba pengine sasa imetokea hivyo hawa mm -hmm. e, haya ni hawa ndivyo ambavyo anatufungulia e, kipindi hiki ama mjadala huu na leo mtazamaji tumekuuliza na tunaangazia kwanza kwa usalama mambo ya usalama unajua ni vitu ambavyo vinatokea kwenye jamii zetu na ndio maana leo tunataka tuliangazie hili, na kwa kiasi fulani tunaangazia kisa kilichotokea huko nchini Kenya hawa ni kile kilichosababisha kifo cha kutatanisha cha mwalimu Albert Ojwang, huyu alikuwa maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii, na Ojwang alifia kwenye mahabusu ya kituo kikuu cha polisi jijini Nairobi baada ya kukamatwa kwao huko Homa Bay akidaiwa kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa X. Ojwang alikamatwa siku ya Jumamosi mchana akiwa nyumbani kwake, aki alikuwa mwenyee anajipatia chakula chake cha mchana akiwa na baba yake, polisi wakaja wakamkamata wakaondoka naye. Ni kisa ambacho kimesababisha maswali mengi. Kwanza, wengine wanajiuliza na mbona alitolewa mbali huko Homa Bay akapelekwa mpaka Central huko Nairobi wenyewe eh, wenyeji wa, wa, wa Kenya wanasema wana ni parefu sana, pengine angepelekwa kwenye kituo kingine cha polisi cha maeneo yale ya, labda. Kwa hiyo ni swali la kwanza ambalo lilibuka, na ni kisa ambacho kimeibua maswali mengi mpaka sasa, kwa sababu alifia kwenye korokoro eh, koro ya polisi na kubwa, polisi wakasema kwamba alijigonga, alijigonga akafariki kitu ambacho wengi bado hakiwa ingii kichwani, na tayari hatua zimekwisha anza kuchukuliwa, e, kwa wale polisi waliokuwa siku ile kwenye zamu, na uchunguzi umeanza kufanywa sasa na mamlaka huru ya kusimamia utendaji wa polisi, Aipoa. Na kisa hiki hawa, kama nilivyosema, kimeibua sintofahamu kubwa miongoni mwa visa vingine vinavyofanana na hiki. Ninachofahamu hawa ni kwamba nikisikia jeshi la polisi ni kwamba wanalinda mali na usalama wako pia Usala, wewe mm. kama raia na mimi kama raia, sasa unaposikia mambo kama haya hawa nini ambacho kinajengeka kichwani kwako kwenye akili yako kwenye fahamu yako? Kama mwananchi wa kawaida ambaye ninapata taarifa za umma kama wengine nitakuwa nina taswira mbili. Ya kwanza jeshi la polisi si sehemu rafiki yaani, kama mimi raia wa kawaida sio sehemu salama na siwezi kujihisi niko salama kwenye mikono ya polisi mm, lakini pili, e, polisi si sehemu rafiki hata mimi kwenda kutoa malalamiko yangu mm, pengine na mimi nitakuwa miongoni mwa watu ambao nitachanganywa umomo kwenye lile nitakalolipeleka malalamiko mm, yangu mm -hmm. Kwa hiyo unakuta sasa kinachozalika hapo baadaye mm, ni kwamba raia wengine wanajichukulia hatua mkononi mwao hmm. Wanaona wao bora wamalize wao wenyewe, wedha ni kukaa kuzungumza na muhusika ama kutumia namna nyingine ambayo ni ya kijamii, pengine wengine wanatumia nguvu kabisa. wanatumia nguvu hmm. Kwa hiyo wanaona polisi si sehemu ya jamii, polisi siyo sehemu salama ya kuweza kupeleka shauri lako. Lakini kwa nini ni, ni kwa sababu polisi hai wenyewe wanasema katika baadhi ya maeneo haiwajibiki vya kutosha tutasikia ule moto wakati jamii imepata wa kuchemka kama hivi moto. Kila mtu ana maoni yake mm -hmm. kila mtu ana hasira zake mm -hmm. dhidi ya jeshi la polisi, lakini eh, hatua inayochukuliwa ni hii ya mara ya kwanza. Kuna maeneo mengine polisi anaweza akahamishwa kutoka kituo kimoja akapelekwa katika hatua kituo kingine, na kuna wakati mwingine awa askari waliokuwepo zamu wote waliohusika katika tukio kama hili wanachukuliwa hatua, lakini polisi haitoki hadharani kusema aina gani ya hatua walizochukua. Mm. Kwa hiyo huyu mwananchi wa kawaida raia, ambaye analitegemea jeshi la polisi kwa usalama wake, anakuwa hana ile taarifa ni, ni uwajibikaji gani umefanyika mm, kuhakikisha kunasawazisha hii hali ya sintofahamu mm -hmm. mm na kuelewa. Lakini kabla ya kusonga mbele, hawa e, tusome maoni ya watazamaji wetu waliotuandikia kwenye kurasa zetu, baada ya kuwashirikisha hili, tuliliweka kwenye mapema leo kwenye mtandao wetu uh, mitandao yetu ya kijamii. Kwa mfano, Ismaili Saki anasema wakati mwingine kushikiliwa na polisi unakuwa salama zaidi, lakini inategemea umeshikwa kwa sababu gani. Kama unakosa hapo, huwezi kuwa salama hata ukiwa mahabusu, lakini sasa sijui kuwa salama huku ambako anakuzungumzia na kuzungumzia kwa aina gani, kwa sababu eh, kuna namna ambavyo kweli unaweza ukashughulika na mhalifu, na kuna namna ambayo mtu unaweza kujiuliza wai unaweza ukajiuliza kwa nini mm. E, Ugweno Timbula anasema mimi sina hata hamu nao hawa, si walimlazimisha wale polisi <laughs> anasema si walimlazimisha ndugu yangu eti aseme kama ameiba vitu kazini kwake vyenye thamani ya shilingi milioni mia tano, jamani! walimpiga sana mpaka akashindwa kutembea, wakati wala hakuiba masikini. Mwisho wa siku hawakuwa na ushahidi wowote ule zaidi ya kumpotezea muda na kumuumiza tu. Yani sitaki hata kusikia habari zao. Polisi naona kama maadui tu. Ndo ndo ndo kile nilichokwambia kwamba e, kuna baadhi ya askari ambao wanakengeuka maadili yao Ambo na wanakuwa katika upande mmoja badala ya kusimama katikati na kutafuta haki iko wapi, wakafanya uchunguzi wao, wakaenda mahakamani, kila mmoja akapata haki yake, kwa sababu wao wanachosimamia ni usalama wa raia na mali. Kama raia kaiba, wanaangalia usalama wa yule aliyeiba mwezi yule, ili asidhurike na watu wenye hasira kali, umeona? Kwa hiyo wakati huo huo watataka kuisaka mali aliyoiba mwenye nayo arudishiwe na wakati huo huo yule mwenye hatia amekuwa salama. Sasa badala ya kwenda kuwa salama umekimbia huko kuchomwa tairi, watu unakumbukaga ule mm. wakuzungushiwa tairi tayari unataka wakuchoma moto alafu polisi anakuja kukuchukua. Sasa tena kule badala ya kuwa salama tena unakuwa ni mtu ambae unakuwa na uoga nini, lakini wengine wanakwambia kwamba kuingia bure kutoka fedha Hmm. Mbaga karibu wa Mbezi, Dar es Salaam, anasema, kwanza ukikamatwa, unakamatwa kama jambazi hatari, wakati huna hata kiwembe mfukoni. Kisha ukipelekwa huko selo, kuna chumba kinaitwa geriji. Ukipelekwa huko utatamani bora ufe, maana utateswa mpaka utazimia. Unajua, nilimuuliza huyu Mbaga, wewe ulishawahi kupelekwa huko kwamba mpaka unasema maneno mazito haya, kwa ukufa? Ukufa ya kwamba nitatamani kufa, najua kufa ni hatua ya mwisho kabisa mm -hmm. Lakini ni bahati mbaya mpaka nimefika hapa studioni alikuwa hajanipa jibu, na kama kuna kitu kinaitwa gereji kwenye vituo vya polisi ama huko korokoroni sijui, lakini ni maoni yake haya ambayo aliyatoa. Mimi sijui kama ndio majina hayo yanaitwa, lakini mm -hmm. niliwahi kufika kuona mm -hmm. kwa sababu nilikuwa kuna kitu nilikuwa naenda kuangalia kule mm -hmm naweza nikakwambia, kwamba binadamu wa kawaida wenyewe wanasema kuna namna mbili wanatumia katika kuhoji, wanatumia njia nyepesi na njia ngumu. mm -hmm. njia nyepesi lili yaani, umeiba sijaiba, kwa nini? Sasa kwa nini unaambiwa umeiba? Wanaangalia yale mazingira mm -hmm. Lakini wakiwa una ushahidi wa kutosha wa kuona wewe umeiba, lakini hutaki kuwathibitishia na wao ni lazima wakamilishe matamshi yako na usaini, watatumia njia ya nguvu katika kukulazimisha uzungumze. Sasa pale katika kutumia njia za nguvu kukulazimisha uzungumze, ndio kuna mawili, upelekwe huko gereji ukazungumze vizuri au la uwape ushirikiano mapema. Na kuna wakati mwingine mwanasheria wako anaweza akawepo katikati, ndio hapo sasa kama ni inategemea kesi na kesi. Kuna kesi nyingine wanataka mazu, wanataka kauli yako papo kwa hapo. Kuna wakati mwingine unasema hapana, mimi sihitaji kuzungumza, naomba mwanasheria wangu wakati mnanichukua maelezo awepo hapo. Kwa hiyo sasa inategemea shauri na shauri. Kuna shauri lingine la jinai, jinai yenyewe ni madhara makubwa kwa jamii, lakini kuna shauri nyingine nimemsema Liliani vibaya kwenye mtandao M mizani inapimwa na raia na askari kila mmoja katika, katika eneo lake <laughs> kama kuna kitu unaogopa ni polisi. Mimi katika kitu ambacho siogopi ni polisi, najiona niko salama yaani, siku akija kunikamata Inategemea Lilian, inategemea Lilian na kosa gani wamekukamata. hata kama iko tu, ni kawaida sasa, utajikuta no. Wakati mwingine unaingia hatiani, ama unakubali vitu vingine, umeiba ndio ujafanyaje ndio, kila kitu unasema ndio. Aya, saini hapa kwamba wewe umesema haya yote ndio, kwa sababu tu unaogopa muhimu ni kujua zile haki zako za msingi, wakati polisi kama nisha polisi kama vile hapana, hmm. inakubidi ujikaze tu <laughs> Kolimo Kilonzo yeye anasema kwa polisi wa Bongo, usalama sifuri. Yeye anamaanisha polisi wa Tanzania, sijui yeye ndio hmm. maoni yake. Ali Salum anasema inatisha, heri ukutani na jambazi, sijui iko kweli. Nilijaribu nilijaribu kuwaulizauliza, kwa nini unasema hivi, kwa nini unatoa maoni kama haya, lakini wengi walikuwa bado hawajanipa majibu ila taendelea kufuatilia kwenye mm -hmm. kurasa, kurasa zetu, tuone walituambia nini. Noel Mzarendo anasema hapa Tanzania, ukishikwa na polisi usalama unakuwa umetoweka, maana unaweza ukakutwa umekufa, kuumizwa au kupotea, na polisi wanakana kwamba hawakukamata. Ukileta ushahidi unatupiliwa mbali. Ni baadhi tu ya maoni ambayo wameatoa wenyewe we, watu tulipowauliza swali hili kwenye mitandao ya kijamii. Hawa najuawona mengi tayari umeshasoma sheria msingi. <laughs> Lakini kabla hatujaendelea, <laughs> <laughs> hebu kwanza tuangalie hii video Tume, kama nilivyosema awali kwamba tumezingatia kile kisa cha yule e, mwalimu mwanablog kule Kenya ambaye ameuawa hivi karibuni. Sasa hebu tuangalie, turudi kule Nairobi, tuone nini ambacho kimeendelea baada ya kifo chake. Thema Mwadaya alituandalia video, alafu tutarejea tena e, kuendelea ku jadiliana kuhusu hili lakini, kwanza tutazame video. Akibubujikwa na machozi ya uchungu ya kumpoteza mwanawe wa pekee, Mesha Kojwang alishindwa kujizuia mbele ya kituo cha polisi cha Central. Kwenye kituo hiki cha polisi kilicho katikati ya jiji la Nairobi ndiko mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang alipofikia mwisho wa safari yake ya maisha. Babake alibainisha kuwa polisi walimfata nyumbani na pikipiki piki tatu, ila alipofika Nairobi mambo yaligeuka. Nimeteseka na huyo mtoto huko pwani nikiwa kwa Kwale ya timbo miaka ishirini ili mtoto akapokee shahada ya digri hapo Pwani University. Nilikuwa napiga moyo konde nikisema ya kwamba hata ikiwa mi nateseka na mavumbi, mtoto wangu afadhali wa asome atakuja kunisaidia katika maisha ya usoni. Miaka yangu imeenda, sahii kitambo ni mfuge mtoto mpaka amalize. Itapata wapi? Alifanya nini mtoto wangu hata auawe kiasi hicho? Upasuaji wa maiti ya Albert Ojoang umepangiwa siku ya Jumanne kubaini chanzo cha kifo. Ulitibuka jana kwa sababu ya wanaharakati waliovamia makafani ya City Viongozi wa ngazi mbalimbali wanashinikiza idara husika kujibu maswali, kwani ni mengi kuliko majibu ambayo yametolewa mpaka sasa. Kwa sasa, wasimamizi wa polisi wa kituo cha Central wamesimamishwa kazi ili kuhupisha uchunguzi. Jamaa marehemu Alfredo Juang wanalilia serikali kuingilia kati. Watujali, watujali watu vijana, sababu vijana sisi, ni wazee tunapita hii inchi, tabaki hapa, waangalia vile wanahandle vijana hata kama mtu anajigonga, anajigonga namna gani? Kwa mujibu wa polisi, marehemu Albert Ojuang alipoteza fahamu kwenye seli alipokuwa anazuiliwa. Madai anayokanushwa na familia yake. Swali kuu ni kipi kilichomsibu? Hiki ndicho kilio cha babake. Amefanya nini mtoto awekwe kwa rumu peke yake, na kuna wenzake wameshikwa pale? Kwa nini asiwekwe na wenzake? Kwa nini awe peke yake kwa rumu ya peke yake? Ninasikitika, ninasikitika, ninasikitika. Mtoto wangu ni mtoto mmoja, hakuna msichana hakuna mvulana hata nyuma yake. Anachotarajia mzee Ojwang ni kupata amani na haki anachotarajia mzee ujuani ni kupata amani na haki. Mtoto mmoja hamna, aliyetangulia hamna, aliye nyuma yake, hakuna msichana, hakuna mvulana ameondoka, na amemsomesha kwa shida, amejinyima kile alichonacho kwa ajili yake. Lakini sasa kuna swali ambalo la msingi sana kujiuliza, mm. e, Wakati haya yote anatokea wakati anajigonga, alikuwa peke yake kwenye kwenye mahabusu? Alivyohitaji msaada, alisikilizwa? Unajua, hawa tumeambiwa kwamba tayari uchunguzi umeanza kufanyika. Mimi na wewe ni hatuna... miongoni mwa maswali ambayo mm -hmm, raia wa kawaida anayesikiliza kisa hiki anaweza akajiuliza, mm -hmm. Na anapojiuliza haya anawaza leo kwake kesho kwangu mimi ni, inaponikuta hali kama hii, ninapokuwa katika mikono ya polisi nime, pengine ana maradhi yake ya kudumu yanapomshika, ataskizwa kweli na kupewa huduma stahiki ni maswali ambayo bado kila, <laughs> kila, mtu anaweza akajiuliza <laughs> hayo mm -hmm. Si kwamba nakuuliza wewe ili kusudi unipatie majibu. Ni maswali ambayo kila mtu anaposikiliza kisa hiki anapata kutafakari yeye mwenyewe pasi, pasi mimi basi mtu wangu wa karibu atakapoenda katika kituo cha polisi kwa ajili ya, ya kuripoti na kutoa usaidizi kwa jeshi la polisi, kwa sababu wenyewe wanalugha wanaita kusaidia jeshi la polisi, atakuwa salama kwa kiwango hicho na je, baada ya hili vuguvugu kuwa moto linapotulia, polisi wanakuja na ripoti ya uwajibikaji? Na, na kwa kuwa tayari tumeelezwa kwamba e, tume maalumu inafanya uchunguzi, basi tuishie hapa, tunasubiri tu matokeo, na tunaamini kwamba watakuja na ripoti nzuri hapo baadaye. mm-hmm. Ni maumivu makubwa, unaweza kwamwona huyu mze, mzee Ojwang anavyoumia machozi yanamtoka. Mimi nimeanza tangu nadhani kama siku tatu nne zilizopita, nimeanza kumwona kwenye TV akilia. Huyu mzee ana maumivu makali sana. Na hawa kuna mara nyingine unapa, unakuta e, raia wanasema kwamba pengine mara nyingine polisi wanatumia nguvu zaidi. Sasa ni polisi anatumia nguvu sana, ama saa nyingine wanakutana wana na mazingira ambayo huna namna unatakiwa utumie nguvu kama nilivyosema pale mara ya kwanza hmm. Kwamba e, inategemea na aina gani ya mtuhumiwa unakutana naye, ambaye anatakiwa kulisaidia jeshi la polisi e, kwa mfano unakutana na mwingine unamwambia njoo, anatii tu, uh, bila shuruti, lakini kuna watu wengine ambao wana wanakumbana na upinzani mkali sana hmm. Kwa hiyo inabidi maafisa wa polisi watumie nguvu mm -hmm. ya ziada mm -hmm. wakati mwingine ni nguvu nguvu ya kadri, na kuna nguvu ile ya ziada kwa kuzingatia mazingira, kwa kuzingatia mazingira. Ay, na ni nani sasa anayechukuliwa katika mazingira yepi, na wanaangalia je nguvu hii itadhuru ita wengine raia wengine wasiokuwa na hatia, haya yote yanazingatiwa pia. Lakini ni kwa kiasi gani eh, sheria hizi za msingi watu wanazifahamu hawa na zinazingatiwa ni mara chache sana, Liliani, na tena mpaka pale mtu amepatwa na matatizo, yuko katikati ya matatizo, ndo anaambiwa sasa ulitakiwa moja mbili tatu nne tano. Lakini si kana kwamba haya masomo hayatolewi. Kuna wale wanasheria wa jamii ambao unakuta pengine wamekusanya kundi la watu sokoni, sasa wanatoa elimu, lakini mtu anapita tu, kwa vile yeye ana shughuli zake, anaendelea na shughuli zake, anaona hili si la kwangu mimi lakini mimi napenda kutoa tu wito kwa umma ni kwamba muhimu sana elimu sasa hivi imesogezwa karibu mno. mm. na watu ni muhimu sana uangalie sheria muhimu ambazo zinakuhusu wewe, zinakulinda wewe katika mazingira ya kila siku. mm -hmm. leo hii unaweza ukasema mimi sijatenda makosa, lakini ukashuhudia mtu anatenda kosa, ukatakiwa kuisaidia polisi pia. Ukikaidi ukasema kwamba mimi sitaki kuisaidia polisi, ni miongoni mwa watu ambao wanatenda kosa pia. Mm-hmm. Wewe unaweza ukajilinda kwa kiwango kikubwa lakini mtu mwingine akakusababishia wewe ukatenda kosa. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu kujielimisha kila leo kuhusiana na sheria za kimsingi ambazo unatakiwa uishi nazo na uzizingatie uzishike katika siku yako mpaka inapoisha. Mm-hmm. Unatiki leo ni <laughs> <laughs> leo sijagombana ye... leo sijafanya <laughs> Kwa hiyo ni muhimu sana ili kuleta jamii yenye utulivu lakini hawa okay, tuliacha tu, tu, tu kidogo hilo la pengine. Ah, umetoa wito. mm -hmm. Mi mwenyewe nimechukua wito, nitajifunza lakini, ume, uligusia kidogo swala la tunaona, e, Kenya tayari, e, hatua zimekuisha anza kuchukuliwa. Unajua wale polisi wamesimamishwa tayari, nilisema pale mwanzo, ni kitu ambacho tayari kinaonyesha ule uchanya kwamba utayari wa mamlaka kuchukua hatua kutokana na kile kisa, lakini jamii inataka ijue ni hatua gani imechukuliwa, baada ya kujulikana pengine wao ndio walitenda kosa, wanataka waambiwe. Lakini pengine e, nao polisi mamlaka yake, ina, ina ukomo wake wa kutoa taarifa. Kwa nini jamii mpaka iambiwe kwamba haya tumemfukuza huyu, tumemsimamisha huyu, tumemfanya Eh, unadhani ni, hii ni kwa kiasi ni kwa namna na fulani pia inachangia kupunguza labda ile imani sasa kwa jamii kwa ya raia kwa polisi kwamba nyinyi mnatudanganya tu, kwamba lazima mtuambie mmechukua hatua gani, pengine nao wana ukomo wao wa kutoa taarifa sindio? Ni swali zuri, lakini ukumbuke kwamba kuna kitu kinachoitwa maslahi ya umma mm -hmm. kitu kinachoitwa maslahi ya umma, basi umma unapaswa kujua, kama umma ulipelekewa lile shtaka na ukataka kujua nini kinaendelea, bila shaka kinakoishia wajulishwe pia kwa sababu ni haki yao kujua. Leo na kesho inapotokea sasa mmoja wapo kakumbwa katika mazingira sawia, kwa sababu unapoenda mahakamani, Lilian, wakati mwingine kabla ya hakimu hajatoa hukumu au wajafanya nini, wakati wa kusikiliza shauri Uta, utasikia kwamba turejee kesi ya mwaka elfu moja mia tisa sijui, mm -hmm. na ngapi, na ngapi kilikuwa, mm -hmm. ili, wana, wanarudia ile kesi kwa mlolongo ule ule sawia, kwa sababu hili tukio linalofanyika sio la kwanza na wala halitakuwa la mwisho. Nyuma, busara gani ilitumika kwa kesi ya namna kama hiyo? mm -hmm. kwa hiyo sawia na katika mazingira kama haya, pale ambapo umma unapotaka kujua kitu, kwa sababu huwezi kuwachanisha jeshi la polisi na raia kwa kiwango fulani, huwezi kabisa, kwa sababu jeshi la polisi lipo kwa ajili ya raia, raia wema na wahalifu. mm -hmm. Lakini pia wa, wa, raia wema wapo wanalitegemea jeshi la polisi ili waendeshe shughuli zao za, ki, za kila siku. Kwa hiyo pale wanapohitaji kujua kitu bila shaka wajuzwe. mm -hmm. Hilo ni muhimu. mm -hmm. Mm -hmm. E, e, kwa mfano um, mm -hmm. ninatolea mfano e, wiki nadhani iliyopita ama mbili zilizopita, so kwenye kesi ya mwenyekiti wa CHADEMA Tanzania, Tundulisu, Tundulisu. E, wafuasi wa CHADEMA wakakusanyika pale, hawakutakiwa kukusanyika mm -hmm. lakini wakakusanyika wakawa wanafukuzwa, wengine wakajaribu kusema hapana, tuna haki labda ya kwenda kusikiliza kesi na nini, halafu niliona picha moja, polisi akimtandika viboko nadhani alikuwa pia ni mmoja ya wafuasi walioko pale hawa. Eh, ni, ni vitu ambavyo vilikuwa vinazungumzwa na kuonyesha kana kwamba hawa polisi kulikoni, wengine wamekuja na mabunduki makubwa makubwa yanatisha, hadi watu wanaogopa. kwa nini? Eh, vitu kama hivyo pia eh, unadhani vinaweza kuwekwa kwenye hili eh, grup la kuonyesha kwamba polisi wanatumia nguvu sana katika mazingira kama yale? Inategemea kuna ilani gani nyuma ilitolewa, umenielewa? mm -hmm. Ilani iliyotolewa nyuma ilikuwaje? Awali u, kwa kisa hicho, ukirejea awali, ilionekana kwamba mahakama imejaa ni ndogo. Kwa mara ya kwanza kwa mimi ninavyofahamu, kwa mara ya kwanza kesi hii ika, ikapelekwa moja kwa moja mubashara. Lengo lilikuwa si kwa sababu raia wajazani pale lengo likuwa ni kila mmoja akae pale alipo afuatilie. Kwa hiyo tunahitaji wale watu muhimu tu, wanasheria, kwa sababu ukiangalia ana wanasheria zaidi ya mia moja mm -hmm. na kile chumba cha mahakama kinachukua watu tisini tu. kwa hiyo, tayari umeshaona huo wingi mm -hmm. wa watu kwa hiyo kama hakimu mwenyewe akasema kwamba kwa, kwa siku inayofuata ya kusikiliza hii kesi tunaomba mazingira yawe rafiki, kaitaka mahakama yahakikishe hilo. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ikatoa tangazo watu, kila mtu akae pale alipo. Kama ni kuvunja sheria, tunavunja sheria kwa mara moja, kwa sababu nilikwambia kile kitu kwamba maslahi ya umma. Unapozungumzia mwenyekiti wa chama cha upinzani, umezungumzia maslahi ya hmm umma na wanataka kujua nini hatima yake, nini kinachoendelea dhidi yake. Kwa hiyo wakakaa pale, kila mtu akae. Angalia sasa unapokuja kwenye mahakama ni kama vile una kiuka wanasema ti sheria bila shuruti. <laughs> <laughs> Kwa hiyo kama uliambiwa, sikiliza, mtandaoni tunawarushia mubashara, ungekaa nyumbani, ungekaa nyumbani. Kwa hiyo katika mazingira fulani polisi wasilaumiwe, katika mazingira fulani fulani mm -hmm. polisi wasilaumiwe mm -hmm. Kidogo kuna maoni mawili hapa, utumalize Fadhili Mnuhimba anasema jamani, polisi wa bongo wanapiga huyu. <laughs> E, sasa ni kama mimi nilichotulia mfano kuna wale wanaita lifanya fujo uone, e, fanya fujo uone. Wale kwa kweli kanao mbali. Kwa hiyo e, ukiangalia tu kwa ujumla wake, hawa wengi wamepeleka lawama. Tunatamani kweli tungekuwa na nafasi hmm ya kujijumuisha hata na jeshi lenyewe, lakini hmm, lazima tutawafuata nao wakati fulani, ili waweze kuwaelimisha zaidi wananchi kujua wapi ni mpaka wako unapoambiwa fanya hiki basi, fanya ili usigombane, usi na mamlaka, si ndiyo? mm. mm. za usalama. Kwa hiyo, labda kitu cha mwisho hawa, nimeambiwa bado embili, mm. unaweza, najua ulishawatolea wito watu kwa mm -hmm. Una... mara nyingine tena, mm. nimetoa wito kwa raia mm. eh, muhimu kwa jeshi la polisi pia pale raia wanapohitaji taarifa ni muhimu sana wapate. mm-hmm. Lakini wazingatie pia e, haki za raia pale wanapokwenda kumchukua kwa ajili ya kulisaidia jeshi la polisi au kujibu kile ambacho anashutumiwa nacho. mm-hmm. Wazingatie sana kwa sababu kila mtu ana haki zake pale anapokuwa chini ya, ya, ya mikono ya jeshi la polisi, lakini pia haki muhimu ya kumsikiliza ikiwa anakwambia kwamba sitaki kuzungumza bila mwanasheria wangu, zingatia hilo. Lakini akikwambia ninajisikia vibaya, afande, usinishike hapo, mwachie tafadhali, ni kitu cha kuelewana tu baina ya wawili <laughs> asante sana Hawa, asante sana pia wewe mtazamaji kwa kutufuatilia. Jamani, tutii sheria bila shuruti mwanasheria wangu hapa ametukumbusha. Shukrani sana Hawa <laughs> kwa ufafanuzi, lakini bado ninakuomba mtazamaji wetu uendelee kutuambia fikra yako kuhusiana na haya ambayo tumeyajadili na wewe pia unadhani mambo ya koje na unadhani labda wapi panaweza kurekebishwa, ili haya mambo yaende sawa, kwa sababu polisi ni kwa ajili ya usalama wako na mali yako. Endelea kutuandikia, tuendelee na mjadala wetu. Naitwa Lilia ni Mtono, mwenzangu alikuwa ni Hawa Bihoga. Tunakutakia jioni njema.